Naam, uhali gani mfuatiliaji wa 360 on Air TV na kama unatutazama muda huu hapa basi hujakosea na hili hapa ndio chimbo lako namba moja kwa burudani. Yes, uh, kama utahisi homwe ama sintofahamu katika taarifa zozote ambazo unapitia yes, basi hapa 360 on Air sisi tunaweza kumaliza kiu yako kwa kuweza kukupa habari kamili kabisa, na e, bana e, Waswahili so wanasema kwamba kimya kingi kina mshindo Naam, na hiya pamoja kwa moja kuelekea kwa mwanetu Mbosokani au ni mmiliki wa lebo ya Kani Music, ya funao nazungumza hapa, Mbosokani ni mmiliki halali wa lebo ya Kani Music, yes, pia na Kani FC, na baada ya kujitoa WCB, basi Bwana Mbosokani ameweza kujikusulu kuji ama kuji, kuji... Uh, kujikwamua mwenyewe kwa kuweza kuja na lebo yake mpya ya muziki kama tunavyoona wenzake wengine kina uh, Rayvan, kina Alikiba, kina kina, Diamond, yes, uh, kina Harmonize, yes, na wengine kibao tu ambao uh, wanamiliki lebo. Basi naye bwana sasa hivi Mbosso Khan ni mmoja wapo ya mmiliki wa lebo, na moja kwa moja bwana ameweza kukata kiu yetu kupitia uh, ile ficho ya room number three na hapo posti ya nyuma niliweze kuweka sawa kwamba room number three uh, Mbosso Khan alimaanisha kitu gani, na leo bwana amekuja kuiweka wazi kabisa baada ya kuweza kufurahisha mashabiki zake, kuandaa tafrija pale maeneo ya Mlimani City na kuweza kualika watu wengi sana, wameweza kutokea pale kwa ajili ya jambo lake hilo, kwa ajili ya uzinduzi wa jambo lake hilo. Uh, basi bwana Uh, mi naona jambo la busara sana kama wewe utasubscribe channel yangu ya YouTube at Moka 360, au 360 on air. Basi ukifanya hivyo pale, ukisubscribe uh, itakujia alama ya kengele, pia utaibonyeza alama ya kengele na wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu za kila siku. Basi yes, uh, nisiwe mchoyo wa fadhila manaye uh, Mbosso Khan um, bwana ameweza kutu, kutuachia EP katika um, baadhi ya ngoma yes, kwenye ujio wake mpya wa kimuziki akiwa kama yes, Kani Music, yes, na sio tena msanii wa WCB au sehemu nyingine yoyote. Basi bwana ameweza kutusurprise baada ya kutuachia ngoma kama tano hizi ambazo zinaitwa Uh, EP. Yes, na unajua maana ya EP. EP maana yake ni extended playlist. Uh, ni mkusanyiko wa nyimbo chache kwa kawaida, tatu hadi sita, ambazo uh, ni nyingi kuliko single moja lakini chache kuliko album kamili. Uh, inatumiwa na wasanii kutambulisha kazi zao mpya au kuonyesha ladha ya, uh, ya muziki wao kabla ya kutoa album. Ndio hivyo bwana Mbosso Khan, baada ya ujio wake wa lebo yake ya Kani, eh, Kani Music, eh, ameamua kwanza kutuonjesha bana. Mimi nataka kuja kama hivi, je, vipi, mnanipokea washikaji zangu, au mtanitupa beach bila boya nielekee kuzama? E bana, na sisi tukasema ah wewe ni shabiki yetu, sisi ni shabiki zako Mbosso Khan, wewe umelea okay. Kila utakacholeta tuna imani kwamba ni kizuri na kikubwa, basi sisi tutapokea na tutaweza kuenjoy kwa sababu burudani haina mipaka. Yes bwana a, kwa hiyo bwana Mbosso Khan bwana, kama hivyo, ana ujio wake wa ngoma kadhaa hapa, na mimi mwenyewe pia nimekuwa excited, yani nimesisimuka, nime baada ya kuona, yes a Mbosso Khan ame ile maana ya room number 3, kumbe bwana ilikuwa na ujio inakuja na ngoma kadhaa hivi ambazo za kuweza kutuburudisha na kumtambua Mbosso Khan yes, mpya e bana, kwenye track list ambazo ziko na yeye ameweza kuachia kupitia hiyo room number 3. Uh, uh, kuna ngoma ya kwanza kabisa inaitwa Power yes. Uh, pia kuna ngoma uh, ya pili inaitwa nusu saa uh, kwenye baadhi ya hizo ngoma sita. Uh, pia kuna ngoma ya tatu inaitwa tena, na kuna ngoma ya nne inaitwa Melija. Na kuna ngoma ya tano inaitwa Siko Single, na kuna ngoma ya sita inaitwa Aviola e bwanae. Alafu ame, ametuachia na bonus track ambayo inaitwa Asumani. As, inaitwa Asumani e bana, kama unavyomsikiaga yule DJ Ali B yule kutokea Tanzania, ambapo anaekaga manakshinakshi yake yale Asumani e bana. Nahisi uh, hata humu yupo, japokuwa sijapata na, uh, nafasi bado ya kusikiliza, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumza hapa uh, hii playlist, au hii EP extended playlist tayari uh, imeshaachiwa iko katika All digital platform. Na wewe unaweza kupakua ukiandika tu Mbosso Khan basi, pale unaweza kuipata hii EP hapa na ukaweza kuenjoy huo muziki mzuri ambao mwanetu Mbosso Khan ametuandalia. E bana, mimi nilikuwa na hayo machache tu yes. Kwa uh, taarifa nyingine nyingi ambazo zinajidi hapa, basi ni vyema sana uka subscribe channel yangu ya YouTube at Moka 360 yes, au ka uh, yes, au jina lingine uh, uh, nini, uh, 360 on air, basi ukifanya hivyo utakuwa ukisha subscribe, utakuwa utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Yes, uh, mimi niwekuwa na kuwekea sawa hapo muda wote. Naitwa Moka 360 yes, basi karibu tena katika uh, utazamaji wa vipindi vijavyo. Bye, bye.